Idadi ya waathirika wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Oktoba 2025. Jumla ya waathirika 51 wameripotiwa mwezi wa Oktoba 20 2025, ambapo waathirika 43 walikuwa wanaume na waathirika 8 walikuwa ni wanawake. Wilaya Wete imeripotiwa kuwa na waathirika wengi ambapo, kumetokea waathirika 11 sawa na asilimia 21.6 ikilinganisha na wilaya nyingine. Mlinganisho wa waathirika waliofariki kwa mwezi wa Septemba 2025 na Oktoba 2025. Idadi ya waathirika waliofariki mwezi wa Oktoba 2025 imeongezeka kwa asilimia 52.4 na kufikia waathirika 32 kutoka waathirika 21 kwa mwezi wa Septemba 2025, ambapo idadi ya juu ya waathirika waliofariki kwa mwezi wa Oktoba 2025 wameripotiwa kutoka Wilaya ya Kaskazini A na Magharibi A waasirika ambao walikuwa ni sita kwa kila wilaya, ikilinganisha na mwezi wa Septemba 2025 walioripotiwa ni wilaya ya kati na wilaya ya Kusini, ambapo kulikuwa na waathirika wa nne kwa kila wilaya. Mlinganisho wa waathirika waliofariki kwa mwezi wa Oktoba 2024 na Oktoba 2025. Waathirika waliofariki mwezi wa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano imeongezeka na kufikia waathirika thelathini na mbili kutoka waathirika kumi na sita waliofariki mwezi wa Oktoba elfu mbili na ishirini na nne ambapo idadi kubwa ya waathirika waliofariki kwa mwezi wa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano wameripotiwa kutoka wilaya Kaskazini a na wilaya ya Magharibi a ambapo kulikuwa na waathirika sita waliofariki kwa kila wilaya na mwezi wa Oktoba 2024 wilaya ya Kaskazini a na wilaya ya Magharibi b zimeripotiwa kuwa na waathirika wanne kwa kila wilaya. Mlinganisho wa asirika waliojeruhiwa kwa mwezi wa Septemba 2025 na Oktoba 2025. Waathirika waliojeruhiwa mwezi wa Oktoba 2025 imepungua kwa asilimia 24 na kufikia waathirika 19 kutoka waathirika 25 kwa mwezi wa Septemba 2025. Aidha, kwa mwezi wa Oktoba 2025 wilaya Wete ilikuwa na idadi kubwa ya waathirika waliojeruhiwa ambapo kulikuwa na waathirika nane, na mwezi wa Septemba 2025 idadi kubwa ya waathirika waliojeruhiwa ilitoka wilaya ya Kaskazini B ambapo kulikuwa ma kuna majeruhi kumi. Mlinganisho wa waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi wa Oktoba 2024 na Oktoba 2025. Waathirika waliojeruhiwa mwezi wa Oktoba 2025 imepungua kwa asilimia tano na kufikia waathirika 19 kutoka waathirika 20 waliojeruhiwa kwa mwezi wa Oktoba 2024. Aidha, wilaya ya Wete imeripotiwa kuwa na waathirika wengi waliojeruhiwa kwa mwezi wa Oktoba 2025 ambapo kulikuwa na waathirika 8 na Wilaya ya Kaskazini A imeripotiwa kuwa na waathirika wengi waliojeruhiwa kwa mwezi wa Oktoba 2024 ambapo kulikuwa na waathirika 16. Idadi na aina ya waathirika wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Oktoba 2025. Miongoni mwa waathirika wa ajali za barabarani waliojeruhiwa na waliofariki mwezi wa Oktoba 2025, waathirika wengi walikuwa ni abiria ambapo walikuwa ni 22, wakifuatiwa na wapanda baskeli na pikipiki waathirika 18, waendao kwa miguu waathirika nane 8 na madereva walikuwa ni waathirika watatu. Idadi ya ajali na muda uliotokea kwa mwezi wa Oktoba 2025. Ajali nyingi zimeonekana kuripotiwa kwa mwezi wa Oktoba 2025 zilitokea muda wa saa 12 dakika moja jioni hadi saa tatu usiku, ambapo kulikuwa na ajali nane zilizoripotiwa kwa mwezi wa Oktoba 2025. Chanzo cha ajali za barabarani kwa mikoa kwa mwezi wa Oktoba 2025, kati ya ajali 31 zilizoripotiwa mwezi wa Oktoba 2025 ajali 25 zimesababishwa na kuendeshwa gari kwa mwendo kasi na ajali sita tu zimesababishwa na uzembe wa madereva aidha, mkoa wa Kaskazini Unguja Kusini Unguja na Mjini Magharibi ina idadi kubwa ya ajali zilizosababishwa na kuendesha gari kwa mwendo kasi ambapo kulikuwa na ajali saba kwa kila mkoa. Vilevile mkoa wa Mjini Magharibi una idadi kubwa ya ajali zilizosababishwa na uzembe wa dereva ambapo kulikuwa na ajali mbili. Hmm, inaonyesha kuwa mkoa Mjini Magharibi kwa mwezi wa Oktoba 2025 ndio mkoa ambao unaongoza kwa ajali ambazo zimesababishwa na uzembe wa madereva, na pia mkoa huo wa Mjini Magharibi imeongoza kwa ajali ambazo zimesababishwa na kuendesha gari kwa mwendo kasi. Makosa ya barabarani, jumla ya makosa 5631 yameripotiwa mwezi wa Oktoba 2025 ambapo makosa 5629 yameripotiwa kwa wanaume na makosa mawili tu yameripotiwa kwa wanawake. Aidha, Wilaya Mjini ina idadi kubwa ya makosa ya barabarani ambapo kulikuwa na makosa 1262 sawa na asilimia 22.4 kati ya makosa yote yaliyoripotiwa kwa mwezi wa Oktoba 2025. Wilaya Micheweni ina idadi ndogo ya makosa barabarani yaliyoripotiwa ambapo yameripotiwa makosa 32 sawa na asilimia 0.6. Aina ya makosa barabarani kwa mwezi wa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Kosa kuu ambalo lililoripotiwa mwezi wa Oktoba 2025 ni kosa la kutofuata miongozo na kanuni za usalama barabarani ambapo makosa yalikuwa ni 2354 likifuatiwa na kosa la kuzidisha idadi ya abiria na mizigo ambapo makosa yaliyoripotiwa kwa mwezi wa Oktoba 2025 ni 1730. Orodha ya makosa haya mawili niliyoyataja ya barabarani kati ya yote kumi yaliyoripotiwa mwezi wa Oktoba 2025 yamechangia kwa asilimia 72.5. Mlinganisho wa idadi ya makosa barabarani kwa mwezi wa Septemba 2025 na Oktoba 2025. Idadi ya makosa kwa mwezi yamepungua wa asilimia 1 na kufikia makosa elfu na, na moja, kwa mwezi wa Oktoba elfu na 25, kutoka makosa elfu na mia ishirini na kwa mwezi wa Septemba elfu na